Mtazamaji wa Faida Online TV. Uongozi ni maono. Yupo anaingia madarakani akaamua kuwa fimbo ya kuwaumiza wengine, lakini kuna yule ambaye anaamua kuwa daraja, mfariji, daktari wa maneno pale anapokutana na watu wenye uhitaji na mfano wa kiongozi huyo ni huyu hapa. Asante Mzigo huu ule ule ukaniagiza ule, kwa hiyo nimeufanyia kazi na tunaendelea kuufanyia kazi. Wewe anaitwa Imam Abdullahi Hasfan, ambaye ni diwani wa kata ya Vigaeni, manispaa ya Mtwara Mikindani, mkoani Mtwara, ambaye ameamka na maono ya kutenga siku moja kila mwezi kwa ajili ya kuwatembelea, kuwafariji, kuwasabahi sabahi na hata kuwasaidia wazee ambao ni wagonjwa, huku akiambatana na viongozi wa jumuiya ya wazee wa kata hiyo. Faida Online TV, watu wa Field Hiana, tumeshiriki matembezi hayo na kuwatembelea wazee hao na kujionea wenyewe hali zao. Mimi naitwa Karim Faida, hii ni Faida Online TV. Nikukumbusha kusubscribe, ku like na comment channel yetu, ili uendelee kupata habari zetu. Hakika sisi ni watu wa Field, tafadhali baki nasi. Mheshimiwa diwani, huyu hapa akizungumza na baadhi ya wagonjwa hao. Huyu mzee ni katika mmoja wapo wapo zaidi ya ishirini na wenye maisha kama haya, na nanyiwe wenyewe mtakuwa mashahidi sehemu tutazopita moja baada ya nyingine. Zainabu Amisimbolela na matatizo ya kutetemeka miguu hata mikono, kifua kinauma na tatizo ya moyo kubwa. Nashukuru diwani kwa kunisaidia hapa, nimepata zawadi kidogo. Jina langu Rukia Hemedi, mkazi wa mtaa wa Sinani. Mara ya ngapi nakuja, nasema na ya tatu. Kunya nakunya kitandani, mkojo mm. kitandani mm. siwezi kukanya, gari futili limevunjika mm. nani naachana mfuto futili Huku kwenye nyonga umevunjika vipi? Yaani hata sijui, sijui kitu kinini. mm. Nimekunywa chai asubuhi sana, nataka kutoka, ndio kombini mweleka mm. Kilicho niangusha sikijuu yeah. Ningeweza kwa kunyanyuka tu mm. nikenda alau kwenda chooni au mkojo mm. mwiko mm. Hapa apanivi na hapa mheshimiwa Imamu ametolewa ufafanuzi kuhusu jambo hili. Naam, kwa majina naitwa Imam Abillah Hasfan, ni diwani wa kata ya Vigaeni. Hawa wazee wanahitaji kutunzwa, wanahitaji kuangaliwa, wanahitaji kusaminiwa. Nikaona kwanza kuanzisha miradi. Swala la miradi lilishapita na bado linaendelea kuchukua katika mchakato. Lakini sasa hivi tupo katika kuangalia zumuni zaidi la kuangalia swala la afya. Nikaja wazo tu baada ya siku moja kunipigia simu mwenyekiti wa jumuiya ya wazee mtaa wa Sinani kwamba kuna sehemu kuna mgonjwa mzee anaumwa nifanyaje? Nikaita jumuiya ya wazee ya kata ya Vigaeni nikawaomba wale viongozi, kuna kila sababu kila ndani ya mwezi siku moja tuitenge kwa ajili kutembele ya kutembelea wazee, kuangalia wanaendeleaje kwa wale wanaoumwa ndani ya kata Vigaeni. Peke yake tuna wagonjwa wazee ishirini na moja. Sasa nikiwa kama diwani mwenye dhamana ndani ya kata Vigaeni. Nasubutu kusema hawa wazee kulingana na changamoto zao walizonazo, mimi peke yangu sitoweza, mimi peke yangu sitoweza, nahitaji msaada kutoka serikalini, lakini nahitaji msaada kwa wadau mbalimbali ambao watashikwa na hili kwa kuona kwamba kuna hekima kwa hiki kinachoendelea kuwasaidia hawa wazee na kuwahifadhi uh, mimi naitwa Hassan Msafa Patakula, ni mwenyekiti wa wenye vituo baraza la wazee kata kata ya Vigaeni. Um, tuli, tuko kwenye jambo ambalo Mheshimiwa Diwani amelianzisha kwa ujumla wake. Yeye baada darakani, ya kuingia madarakani, amefikiria jambo moja kwamba atuunganishe wazee ambao kwa kiasi fulani tumesahauliwa. Akatengeneza kamati za wazee akatengeneza mwenyekiti kila, kila mtaa katika mitaa yote saba na baadaye wenye viti wakanifanya kuwa mimi ndio mwenyekiti wao. Sasa bado akatengeza fikra ya kuwatembelea wagonjwa na bado tukajaribu kuwazawadia vitu ambavyo yeye kwa uwezo wake wa mdogo amefanikisha kushirikiana, uh, na sisi, sabuni, unga, mchele, kidogo sukari na dawa ya mswaki. Mashallah, hii lengo ni kuifanya kitu mwendelezo. Kwa majina naitwa Muhamedi Yamisi, ni kaimu katibu mwenezi tawi la Kisutu kata Vigaeni. Kitu alichokifanya mheshimiwa diwani wa kata hii kwa kweli ni cha kupongezwa, ni mfano wa kuigwa, ni kitu kizuri, ameguswa na wazee hasa wagonjwa, kata ya Vigaeni. Naitwa Hawana Libanika, mwenyekiti wa serikali ya mtaa Sinani, kata ya Vigaeni. Nashukuru sana kwa upeo wa ziara ya diwani, kulazimishwa na mtu ni matakwa yake mwenyewe ya kusema jamani, nataka niwatembelee wagonjwa wazee, nyumba hadi nyumba, aangalie jinsi wazee hawa wanasaidia kwa msaada gani. Ni uamuzi wake mwenyewe, na sisi tunashukuru, tuna msapoti, tutakuwa naye karibu, naye kitacho ajili tutakuwa naye. Umeshuhudia kile ambacho kimetokea, namna watu wanavyoumwa wazee wanavyopata tabu wakiwa vitandani, wanaomba kila itwayo leo wamke wakiwa salama. Tumeona mheshimiwa yaani ya eh, akizunguka na kuweza kuwafariji wagonjwa hawa, kuwapa kidogo alichokuwa nacho, lakini kuzungumza nao, kuwapa moyo, kitu ambacho pengine tunatamani kuona kwa viongozi wengine wakitembelea katika maeneo mbalimbali, sio tu kwenye mtaa huu ama kata hii, hata maeneo mengine pia, ili tuweze kuwafariji wagonjwa wetu. Mimi naitwa Karim Faida, hii ni Faida Online TV.